Sisi watu ambao tumewahi kuongoza halmashauri Tarime na jimbo tuna madiwani kumi na nane sisimu wana nane, tuna mbunge kwamba leo Tarime hatuwezi kujaza fomu? Kijiji ninachotoka Kitagasembe, mtu aliyesoma shule moja na mgombea wa sisimu tena darasani anamshinda wa sisimu, anajua kujaza fomu, wa Chadema kutoka kijiji cha Kitagasembe ajui kujaza fomu. Sasa unaweza kumwambia mtu mjinga kabisa hiyo kauli yakakubaliana na wewe lakini mtu mwenye akili timamu atakwambia this is wrong. Kwa ukitaka kuleta hayo mambo kama Mchengero anasema wameondoa wagombea kumi na mbili elfu na kwa mujibu wa takwimu zetu wametuondolea wagombea zaidi ya elfu sitini. Tunaenda kwenye uchaguzi wagombea wa CCM elfu sitini wameshashinda vitongoji, vijiji, mitaa kuna kura ya ndio na hapana. Nani wakala anaenda kusimamia kura ya hapana? kwa kura ya kama kuna mgombea wa system yule tu ndio anaruhusiwa kuweka wakala. Wananchi hawana dhamana ya kuweka kura mgombea wa hapana, yani wakala wa kusimamia kura ya hapana. Kwa hiyo kwa nafikiri fikiri iwe clear kwamba tuna chaguzi tatu zina support, tunacho kizungumza kwamba nchi hii baada ya 2015 at least hakuna uchaguzi, na hatusemi kwamba chaguzi zingine zilizokuwa zinafanyika kwa, kwa sababu umeongea, kuna mtu ameongea kwamba mbona huko nyuma tuko tunashinda. Balile tumeshinda by election Tarime, watu wamekufa, ni vita. Tumeshinda uchaguzi wangu, amekufa Mwita Boke Wetee na wengine sita siku ya kutangaza matokeo vita, actually tulifanikiwa tuli kuingia kwenye kituo kile cha kutangazia kwenye ukumbi wa halmashauri. Tumeingia mle, mkurugenzi anataka kuleta vurugu, kuna bwana sasa ni marehemu, alikuwa na petroli, akamwambia tunamwaga petroli na tunajiwasha moto tufie umu wote, ndio mimi kutangaza Mnyika 2010 ametangazwa baada ya tukamweka kule kule Royora sekondari, tukamwambia utoki huko tutakuulia humu, ndio kutangaza. Huo ndio uchaguzi unaosema kwamba tulikuwa tunakuwa tunataka uchaguzi ambao mtu hata ukiwa nyumbani umeshinda uchaguzi utatangazwa. Ndio tunachozungumza sisi, watu ambao tumewahi kuongoza halmashauri Tarime na jimbo. Tuna madiwani kumi na nane, sisi CCM wana nane.